Leo nahitaji tujifunze jambo hapa kuhusiana na namna ya kuweza ku clean meno. Yaani unaweza ukasafisha meno yakaonekana kuwa yanang'aa zaidi na, na yanaonekana meupe kwa eh, kutumia programu ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo karibu sana kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii ya Mwaisa Academy. Langu jina ni Elibariki Labani. Tunaweza tukaanza moja kwa moja. Kama unavyoona, hii ni picha yetu ambayo tayari tunaweza tukaitumia katika namna ya kuweza kuona kwamba tunaweza tukaona utofauti gani wakati meno yanakuwa tayari yamesha kuwa clean, alafu na kipindi ambapo yalikuwa bado hayajawa clean. Hapa tukiangalia katika skrini yetu hasa katika huu uwanja wa kuweza kuedit, tunaweza tukaona hapa haya meno yanaonekana kwamba sio clean kama inavyotakiwa. Maana yake ni kwamba hayana ule weupe unaong'aa, yani uangavu hakuna. Je, tunawezaje kufanya hilo zoezi la kusafisha meno? Hatua ya kwanza, lazima tu Yani tunatoa lea mara mbili, zinakuwa ni kopi kwa maana ya kucontrol j. Baada ya ku j utaona kuna lea, alafu utaona lea nyingine imeandikwa background. Utakuja katika hii lea ambayo ni 1. Baada ya hapo, utakuja hapa sehemu imeandikwa hichi kainichi, ambapo sasa kimeandikwa creative Aya, hapa hivi creative no no, no, ambapo pameandikwa create new, create new new adjustment layer create, create new adjustment layer, uta click hapa, uta click hivi, then utatafuta sehemu imeandikwa hue and saturation. Hapa ukifika katika hii sehemu utabonyeza. Ukisha bonyeza, utaona paneli imeonekana hapa, ambayo yenyewe inakuwa tayari e, ina inaonekana kama hivi. Kwa hiyo baada ya hapo, nini kinachofata? Kinachofata utakuja huu upande wa hapa kwenye hichi kimkono hichi, utaona hapa ambapo utaona kuna icon, ambapo sasa inatuelekeza kwa kusema kwamba click and drag. Ehe, click. Hapa unapopaona hapa mm -hmm. Ambapo sasa utabonyeza ukishabonyeza hicho kisehemu utabonyeza kama hivi, kama hivi. Kikisha uonesha hivi maanake kiko active utaona kuna kipeni kimetokea kama hivi Then utatafuta sehemu ambapo unahisi kwamba meno yako yamekuwa yameathirika na rangi fulani, ambapo ime, unaona kama imezidi. Kama mimi naweza nika nikagusa maybe hapa, ukishagusa moja kwa moja utaona kwamba kuna rangi, kumbe kuna rangi nyekundu kiasi fulani ambayo imeathiri meno yasionekane katika hali ya uangavu au hali ya kung'aa katika ile hali ya weupe ambapo sasa unakuja hapa, utaona hizi hizi hizi setting hapa, hasa sehemu ya hapa, utaona kwamba red ndo imepick kuonyesha kwamba yenyewe ndo imetawala katika sehemu ya meno. Utaweza kujaribu kwingine na kwingine na kwingine kuona kama kuna utofauti, lakini tunagundua kwamba tunachokiangaikia hapa ni red. Red ndo imezidi katika nini, katika meno. Je, yeah, tunafanyaje sasa kusafisha meno yetu? Baada ya kufanya hivyo utakuja katika uh, hizi utakuja katika hizi hizi nini hizi rangi hapa. Unaona hapa kuna rangi nyingi, ambapo ndo panaitwa hue, hapa saturation, maana yake inadili na kiwango cha cha ile hali ya yani deepness na hali ya kufifia, yani kwamba sasa ukipeleka huku rangi na imezidi rangi husika Ukirudisha nyuma, maana yake unaendelea kupoteza ile rangi ambayo unahisi kwamba inatakiwa iwe removed. Sasa tunafanyaje? Tunasogeza hichi upande wa kushoto, kushuka chini, kwamba tunataka kutoa hiyo rangi nyekundu ambayo imetawala katika meno. Mimi naweza nikasogeza mpaka kiasi hichi hapa. Unaweza ukasogeza hadi mwisho, ukaja hapa, unaona bado kuna hali ya wekundu kidogo. Utakuja hapa kwenye hiu utajaribu kubalansi kadiri utakavyoona. Kwa mimi naona nikipeleka upande wa kulia somewhere hapo, sawa. Then utakuja hapa sehemu ya hapa kwenye hapa kwenye black, hapa ni mambo ya lightness and darkness, kwa hiyo unaposhusha unasababisha darkness, unapopandisha lightness inaongezeka, kwa hiyo naweza nikapandisha labda mpaka hapa. Baada ya hapo, nini kinachofata? Kinachofata ni kwamba utakuja uta control i uta, uta click hapa hapa, then uta control i ku invert, uta control i ku invert kama hivyo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunataka tutumie hii sehemu ya inversion iliyofanyika hapa katika swala zima la kuanza kupaka kwenye kwenye sehemu ambapo tunahitaji kutoa rangi. Utakuja utatafuta normal brush, ambapo linapatikana hapa normal brush hapa, then uta utakuza brush yako kidogo kwa kubonyeza uh, hizi hizi bracket. Bracket ya upande wa kulia mm -hmm, ambapo sasa ukisha kuza kama hivyo, au unaweza ukatumia hapa ukaangalia wewe balansi yako kwamba brush lako linaweza likawa kubwa kiasi gani. Baada ya hapo sasa, hakikisha kwamba hizi sehemu za hapa hichi kiboksi ki, ki, ki cheupe kiwe juu na cha chini kiwe cheusi, kwa maana ya kwamba ukibonyeza kama ukikuta kiko hivi utabonyeza katika hali ya kubadilisha hiyo soshe, zionekane kwa mfumo huo, then utaanza kufuta katika sehemu ya meno, utaanza kufuta kidogo kidogo kama hivi unavyoona. Yes, utaendelea hivi, utakuja jino la pili, hakikisha usiguse sehemu ambayo haihusiki katika swala la ku kupata hizo efekti unazozitaka kwa sababu unapogusa sehemu nyingine itakupa matokeo ambayo wewe haukuyapendelea. Mm-hmm, taenda na hapa, taenda na hapa, taenda na hapa zaidi taenda na hapa eh, kama hivyo. Utaenda na hapa, taenda na hapa kama hivyo kama hivi maana yake ni kwamba narudisha hizo sehemu ambazo kidogo zilitaka kuguswa na ile effect wakati ilipokuwa inakuwa applied katika sehemu za nini za meno mm -hmm. Utakuja utabonyeza hapa tena kuchange sehemu ambako unahisi kwamba hiyo rangi inahitaji apply zaidi hapo, sawa mm -hmm. Nini kimetokea? Unaweza ukaona sasa utofauti kwamba meno yameonekana kuwa yameng'aa zaidi. Unaweza ukaona before, after, before, after.